Uh, information kwa sub counties wetu ili watu waweze kujipanga kama mvua itakuwa kidogo, uh, watu waanze uh, kujipanga vile ya malisho na pia kama mvua itakuwa uh, watu waanze pia kujipanga na ukulima. Wanasema mwacha mila ni mtumwa. Serikali ya kaunti ya Busia imeshirikiana na shirika la kijamii la Dhamira Moja, kutoa mafunzo kuhusu uhifadhi mazingira na hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi kwa vijana. Mpango huo unalenga kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi ikiwemo mafuriko ambayo yamekuwa yakiwasababishia mafadhaiko wakazi wa eneo la Budalangi. Akiongea baada ya kutiwa saini kwa mkataba wa maelewano kuhusu mkataba huo katika afisi ya Gavana, katibu wa kaunti ya Busia John Oscar alisema ushirikiano huo utawapa vijana ujuzi ufaao kuwawezesha kushiriki kikamilifu katika juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi na uhifadhi wa mazingira.

Is better service delivery. Viongozi wa kaunti ya Kajiado wanatoa wito kwa jamii ya Wamasai kukumbatia elimu kama mbinu ya kuleta mabadiliko ya kijamii na kiuchumi, wakati ambapo kuna wasiwasi kuhusu ongezeko la viwango vya kutojua kusoma na kuandika. Wito huo ulitolewa wakati wa uzinduzi wa kitabu kwa jina Road to Less Traveled kilichoandikwa na aliyekuwa katibu